Mwanga wa mabadiliko. Baada ya tukio la kupoteza malori manne, Dula aliamua kujitenga na kila kitu. Kwa siku mbili, alifunga simu, hakutoka nyumbani na alikaa kimya chumbani mwake. Wakati huo wa upweke ulimsaidia kutafakari maisha yake, na alikumbuka maneno ya baba yake aliyowahi kumwambia miaka iliyopita: mwanangu, utajiri si kuwa na pesa nyingi, ni kujua kuzilinda na kuziongeza kwa busara. Siku ya tatu Dula aliamka mapema na kumkuta mama yake jikoni. Kwa sauti tulivu alisema, mama, naomba unisaidie kutafuta mtu aliyekuwa msaidizi wa baba, yule mzee aliyekuwa anahifadhi takwimu zote. Mama alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Unamaanisha mzee Mrema? Yupo ofisini kila wiki, lakini hujawahi kumuita. Sasa nataka kujifunza kutoka kwake, Dula alijibu kwa ujasiri. Mzee Mrema alipofika alimkuta Dula akiwa tayari na daftari mkononi. Kwa sauti ya heshima, Dula alisema, samahani kwa dharau za nyuma, nimebadilika, naomba unifundishe kila kitu, hata mambo ya msingi, niko tayari kuanza chini. Mzee Mrema alitabasamu taratibu na kusema, huo ndio mwanzo wa kuwa kiongozi halisi. Kuanzia siku hiyo, Dula alianza mafunzo ya kila siku. Alijifunza jinsi ya kusoma ripoti za kifedha, kuandika mkataba salama, kutambua wateja wa kweli na wale wa udanganyifu. Alijifunza pia kuwaongoza wafanyakazi kwa heshima na si kwa mabavu au sifa tupu. Marafiki wake wa zamani walianza kumpigia simu wakitaka watoke kama zamani. Lakini sasa alikuwa na jibu moja tu, nipo kwenye mabadiliko, siwezi sasa. Polepole wafanyakazi ofisini waliona tofauti. Hakuwa tena yule Dula wa klabu, bali kiongozi mwenye malengo. Lakini bado changamoto kubwa ilikuja. Benki ilitoa notisi ya kufunga baadhi ya biashara zao kwa sababu ya madeni. Je, Dula angeweza kuikabili hiyo? Hata siku moja asubuhi, Dula alipokuwa ofisini akipitia ripoti za miezi miwili zilizopita, alipewa barua kutoka benki. Barua hiyo ilikuwa kali na wazi: iwapo familia ya Mzena haitalipa deni la milioni 100 ndani ya siku 30, benki itataifisha kampuni ya usafirishaji pamoja na mashamba mawili. Dula alishikilia barua hiyo mikononi huku moyo ukimdunda kwa kasi. Alikumbuka jinsi alivyokuwa akitumia fedha kwa anasa bila kujua kulikuwa na deni kubwa kiasi hicho. Alienda nyumbani na kumwonyesha mama yake barua hiyo. Mama yake alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, hu, mwanangu, sasa ndio wakati wa kuonyesha kama kweli umebadilika. Hatuna msaada mwingine zaidi yako. Dula hakulala usiku huo. Alikaa na mzee Mrema, wakapitia rasilimali zote walizonazo, wakagundua kuwa mashamba ya familia yanaweza kuwa suluhisho, yakiwa na mazao tayari shambani na wateja waliokuwa tayari kununua kwa bei nzuri. Alifanya uamuzi mgumu kuuza sehemu ya shamba moja ili kulipa sehemu ya deni haraka. Kisha aliwasiliana na benki, akaomba mkutano wa dharura. Katika mkutano huo aliwasilisha mpango wa urejeshaji wa deni kwa awamu, akiambatanisha na mikataba ya mauzo aliyokuwa ameanza kuiandaa. Meneja wa benki alimwangalia Dula kwa mshangao, kisha akasema hiki, jana hukuwahi kuwa hivi. Unaonesha mwelekeo mzuri Tutakupa muda wa ziada lakini usituharibie tena. Kwa mara ya kwanza, Dula alihisi kama mwanaume halisi. Alikuwa ameokoa mali ya familia yake, sio kwa nguvu za pesa pekee, bali kwa maamuzi ya busara. Alirudi nyumbani usiku na kumkumbatia mama yake, hisi jamaliza, lakini angalau nimeanza kuijenga familia yetu tena. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya nne.